Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa Ruangwa, Kasim Majaliwa, mgeni wetu rasmi wa leo, Mheshimiwa Daktari Mwalimu Harun, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Daktari Kizito Joseph Mwagama, mwakilishi wa spika, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Charamila ambaye ametoka hapa na amemwaga cheche nyingi sana. Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, Mwenyekiti wa chama, Wilaya ya Temeke, Bi Zena Mgaya, Viongozi wote tulioketi meza kuu, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuanze kukushukuru wewe kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika siku hii ya leo ukimwakilisha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tunajua ratiba zako ni nyingi sana, lakini umeacha mambo yote, umeungana nasi leo tarehe kumi na sita ya mwezi wa sita mwaka ishirini ishirini na tano katika viwanja hivi vya maturubai hapa Mbagala. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii si mara ya kwanza wewe kuungana nasi katika shughuli hii. Kumbukumbu kumbu inaonyesha ni mara ya tatu. Mara ya kwanza uliungana nasi ukiwa unafanya uzinduzi wa Mama Samia Legal Aid kampeni kwa mara ya kwanza kabisa jijini Dodoma tarehe 27 Aprili 2023 kwa hiyo, kwa maana ya uzinduzi wewe ndiyo mwanzilishi wa uzinduzi wa swala hili. Leo tena Umeungana nasi kuhitimisha safari ya mikoa thelathini na moja ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Hii ni ishara kwamba jambo hili ni jema na wewe ni mtu mwema, ndiyo maana kila siku linakuangukia wewe. Tunakushukuru sana, Mheshimiwa mgeni rasmi, ulinipa maelekezo kwamba katika Mama Samia Legal Aid Campaign rangi zetu rasmi ziwe nyekundu na nyeupe. Maelekezo hayo mimi kama waziri niliyafuata, lakini kuna watu wameyakiuka, naomba ni washtaki leo. Mtu wa kwanza ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, amekaidi kwa kuvaa tisheti nyeusi. Mtu wa pili ni katibu mkuu wa wizara ya Katiba na Sheria Amekaidi maelekezo yako kwa kuvaa tisheti nyeusi na hizi tisheti nyeusi, mheshimiwa waziri mkuu, hawa wote wana nasaba na karibu sana na ile timu inayoitwa hatuchezi FC. Hatuchezi oye, oh yeah! Sasa namshangaa Mheshimiwa Sixtus Mapunda yeye, yeah, hausiki kule naye amevaa nyeusi. Hiyo nyeusi ungempa Athumani Nyamlani amekaa pale. Ndio inamfaa yeye. Mheshimiwa mgeni rasmi, msaada wa kisheria wa Mama Samia au Mama Samia Legal Aid Campaign ina misingi yake minne kwa kuanzishwa kwake. Msingi wa kwanza ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hususani ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya kwanza ambayo inaongelea usawa mbele ya sheria. Ili tuwe sawa mbele ya sheria, lazima yule ambaye hazijui sheria azijue sheria, yule ambaye hana uwezo wa kuwa na wakili apatiwe wakili. Msingi wa pili, mheshimiwa mgeni rasmi, ni sheria namba moja ya mwaka elfu mbili na kumi na saba ambayo inatumika Tanzania bara na sheria namba kumi na tatu ya mwaka elfu mbili na kumi na nane inayotumika Zanzibar, sheria ya utoaji wa msaada wa kisheria ambayo mabunge yetu mawili kwa busara zao walitunga sheria hizi mbili ili kutekeleza ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni jambo zuri ambalo sasa manufaa yake wote tunayaona hapa. Msingi wa tatu ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, hususani ibara ya mia moja na ishirini aya b ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka ishirini ishirini ishirini ishirini na tano ambayo inasisitiza wananchi wapate ufahamu wa kisheria na msaada Latikini, wane, wa kisheria lakini msingi wa nne mheshimiwa mgeni rasmi ni maelekezo mahususi kutoka kwa mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye aliniita mimi waziri wa Katiba na Sheria Januari ishirini ishirini na tatu, akanieleza tuandaye mpango wa msaada wa kisheria ambapo kila mtanzania ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenye mahitaji ya kisheria aweze kupata msaada huo. Wizara tulitekeleza maelekezo hayo, tukaja na Mama Samia Legal Aid Campaign ambayo hivi leo imewafikia Watanzania wengi sana Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kubwa la msaada huu ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni kutoa elimu na ufahamu wa kisheria kwa Watanzania wote Jambo la pili ni kutoa msaada wa kisheria kwa kila Mtanzania mwenye uhitaji katika kila kona ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya yamefanyika katika mikoa yote thelathini na moja ya Tanzania bara na Zanzibar, katika halmashauri zote, katika kata zote, katika vijiji vyote, tumepita huko kutoa msaada wa kisheria na elimu ya kisheria na watanzania wengi wamenufaika na jambo hili. Msaada huu wa kisheria mheshimiwa mgeni rasmi umekuwa kama mbio za mwenge. Mbio za mwenge hazivuki kijiji chochote, hazivuki wilaya yoyote, hazivuki mkoa wowote, na sisi tumefanya hivyo, na leo tuko Dar es Salaam, mkoa wetu wa thelathini na moja, lakini hatumalizia hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya Dar es Salaam tunakwenda kwa awamu ya pili na leo katika fursa hii ambapo unakuja kuzindua Mama Samia Legal Aid katika mkoa wa thelathini na moja pia utakuwa umetuwekea msingi wa kuanza kampeni hii kwa awamu ya pili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya kampeni hii inasema msaada wa kisheria kwa haki, amani, usawa na maendeleo. Tumeyatekeleza haya kwa vitendo. Na tumetumia falsafa ya Mheshimiwa Rais ya 4R katika kuyatekeleza haya. Tumehakikisha tunafanya usuluhishi na watu wanafanya maridhiano. Tumehakikisha tumewaelimisha watu wawe wastahimilivu pale wanapokutana na changamoto za kisheria. Tumehakikisha, kutokana na changamoto tulizozipata na mafunzo tuliyoyapata, tunafanya mabadiliko na tunajenga mpya upya mifumo yetu ya kisheria katika kujenga upya mifumo ya kisheria, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekwenda mpaka kwenye magereza, tumetoa msaada kwa wafungwa 28,137. Na leo Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuomba ukabidhi vifaa kwa ajili ya magereza, vifaa vya TEHAMA ambavyo vitafanya wafungwa na mahabusu waweze kusikiliza na kuendesha kesi zao wakiwa magereza, hivyo kupunguza gharama za usafiri kwenda magereza na kurudi, kupunguza kuahirishwa kwa kesi kutokana na kukosekana kwa usafiri, lakini kufanya magereza yawe sehemu salama zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshirikiana na wadau mbalimbali. Naomba niwataje wachache. Tumeshirikiana na UN Women na rafiki yangu Odal yuko hapa, tumeshirikiana na UNDP, tumeshirikiana na UNICEF, tumeshirikiana na GIZ, tumeshirikiana na European Union, tumeshirikiana na UK AIDS, lakini pia tumeshirikiana na wadau wa ndani wakiwepo LSF na TANLAP ambao pia nao wamewakilishwa katika siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshirikiana pia na wadau wengine muhimu, benki ya CRDB pamoja na benki ya NMB. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshirikiana na vyuo vikuu mbalimbali na leo tuna wawakilishi wa baadhi ya vyuo vikuu, chuo kikuu cha Dar es Salaam, shule kuu ya sheria na chuo kikuu Huria cha Tanzania, tumeshirikiana nao na leo wako hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, elimu itakayotolewa hapa katika siku ya leo itagusa mambo yote ya haki za binadamu, itagusa mambo yote ya kisheria, itagusa mambo yote ya ukatili wa kijinsia, itagusa mambo yote ya migogoro ya ardhi, itagusa mambo yote yanayohusiana na ndoa, itagusa mambo yote yanayohusiana na mirathi na mambo mengine mbalimbali. Siku kumi kuanzia leo, wataalamu wa sheria wa Mama Samia ambao wamelipiwa kila kitu na Mama Samia watatoa huduma za msaada bure katika mkoa wa Dar es Salaam. Katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam, katika wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam, katika kata zote za mkoa wa Dar es Salaam. Hivyo, wananchi, una sababu ya kwenda mbali, katika kata yako kutakuwa na wataalamu ambao kuanzia kesho watakuwa nawe kuhakikisha kwamba wanakupa msaada wa kisheria ili nawe uweze kupata haki yako, kupata uelewa na kuondoa upotofu ambao umekuwepo katika jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna jambo moja ambalo wizara nalo tumejipanga kutoa elimu. Kuna watu kwa maksudi kabisa wamekuja na maneno ya Kiingereza, wanasema no reform, no election na wanaongea Kiingereza wakitaka Watanzania wengi wasiweze kuwaelewa. Wataalamu hao wa sheria wamejipanga kuwaelezea Watanzania, kuwaelezea wananchi kuwaelezea wana Dar es Salaam mabadiliko kumi na tano katika sheria za uchaguzi ambayo yamefanyika Februari 2024 kupitia sheria mbili: sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka 2024, na sheria ya tume huru ya uchaguzi sheria namba mbili ya mwaka 2024. Wataalamu hawa watawapa elimu hiyo wananchi. Niwaombe wananchi, nendeni kwenye mabanda hayo, watawaeleza mabadiliko kumi na tano ambayo yaliombwa na wenzetu wa upinzani kupitia fohara, na serikali ya awamu ya sita, serikali ya chama cha mapinduzi, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamefanya mabadiliko hayo, na sasa tuko tayari kwenda kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria zetu, kuwapatia Watanzania uongozi wanaostahili. Mheshimiwa mgeni rasmi, nililetwa hapa ili kukaribisha wewe uweze kuongea na hadhara hii na kupitia hadhara hii uongee na Watanzania wote ukimwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wote, Mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijakukaribisha, niwashukuru viongozi kutoka mkoa wa Ruvuma wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Abasi. Wamealikwa kwa sababu katika mikoa yote thelathini na moja, mkoa wa Ruvuma ndio uliongoza kwa kufanya vizuri sana. Kanali Abasi na timu yako, tunakushukuru sana sana sana. Tunaomba wana Dar es Salaam muige mkoa wa Ruvuma ili na nyinyi mpate heshima hiyo siku nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nikukaribishe ili uweze kufanya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kutoa vifaa vya tehama ambavyo ni sehemu ya utekelezaji wa Mama Samia Legal Aid Campaign kwa wenzetu wa Jeshi la Magereza utakabidhi vifaa hivi vikiwemo televisheni ya inchi sitini na tano, printer kwa ajili ya kuprinti nyaraka mbalimbali, kompyuta mpakato, kamera, pamoja na vifaa vya mtandao, kuhakikisha kwamba magereza inaweza kuwasiliana na mahakama pasipo shaka yoyote. Lakini jambo la pili, ukishakabidhi hivyo sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, uweze kuongea hotuba yako mbele ya wa wananchi hawa na Watanzania wote kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekuagiza na kukuelekeza uje ufanye. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania